Uh, safari ama historia ya Azam FC tangu walipoanzishwa kutinga hatua ya makundi kwa mara ya kwanza kwenye michuano ya CAF ni kama imekaribia kwa sababu sasa watakuwa nyumbani wakiwa na faida ya magoli mawili, lakini wakiwa hawakuruhusu goli lolote ugenini, hali ambayo inafanya wawe kwenye nafasi nzuri ya kutinga kwenye hatua inayofuata. Sasa kwa mujibu wa meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Azam FC Thabit Zakaria, ni kwamba iwe isiwe na wana uhakika kwamba kwanza wanatinga makundi, na baada ya hapo, baada tu ya mechi kumalizika wana mbande na maeneo mengine karibu na Azam Complex Chamazi, kutakuwa kuna burudani ya aina yake. Nani atakuwepo? Surprise ni nyingi, lakini miongoni mwa surprise ambazo zitakuwepo kesho ni pamoja na wasanii ambao wana wimbo maalumu ambao utaongoza burudani ama itakuwa sehemu ya burudani za hapo kesho Azam Complex Chamazi Dar es Salaam. Hapa na wazungumzia wa wasanii kutoka uh, Iringa. Panaitwaje pale? Mafinga, Mafinga, Mafinga. Yes, pana baridi sana pale, tangu nimeanza kupita sijawahi kutajua linawaka au sio? Kuna siku jua linakuepo, wakati jua linakuepo ila hasahasa mm. kifuku ndio jua linakuwa halipo kabisa. Halionekani kabisa. Kabisa. Basi mimi napitaga yeah. yeah. yeah. kifuku haya. <laughs> <Sia kutara ujuali. laughs> <laughs> karibuni sana kwanza, ongereni kwa hicho ambacho mmekifanya, lakini natamani kufahamu si Yes. Wewe ndo mwimbaji. Kabla sijaagusia pia producer ama mwandaji wa muziki huu. Nini ulikuwa una kiwaza kutengeneza muziki huu na ulikiona hichi kinachokuja maana hakijatimia ila wewe umekiimbia muziki kuelekea hapo kesho? Uh, cha kwanza ni kwamba tumekuwa na wimbo hata kabla hili tukio la Azam kufuzu au kuwepo kwenye hii hatua. Oh. Tulikuwa na wimbo, uh, kilichokuja kufanyika ni maboresho tu, kwa sababu mm. nadhani mapenzi tu na, na timu kwa sababu mm. nyimbo ilikuwepo mm. lakini ilipofika hiyo hatua maanake tukafanya maboresho kwa ajili ya kuenda kukamilisha sasa hiyo hatua. Kwa hiyo mm. ilikuwa katika hiyo process, mkajazia jazia. Yeah, tukajazia jazia kwa kulingana na tukio linavyohitaji siku ya kesho, au sio? Huyo yeah. Ni Sipro, mwimbaji ama msanii ambaye ameimba huo wimbo, lakini mm. ameambatana na producer ama mwandaji wa muziki huo Magic. mm. Magic ya mtu ambie, uh, si rahisi mtu kukaa tu ukaja na wazo labda mg niimbe wimbo kuhusiana na Azam FC, lazima mm. kuna chanzo sosi ilikuwa ni vipi na ikawaje, ukawa rahisi kwako wewe kushiriki ama kutengeneza wimbo huu na Asipro? Uh, nizungumze tu ni mapenzi ambayo kwamba pia tuna mapenzi na timu yetu Azam. mm -hmm. Uh, tukaona tutengeneze uh, hii nyimbo kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya timu ya Azam FC. mm -hmm. yeah kao kilichowasukuma sana ni mapenzi, ni mapenzi. baada ya, ya, yeah, mm -hmm. ya kuona sasa safari hiyo imekaribia, maana wameshashinda chuma mbili chuma mbili, wakaja wameshinda chuma mbili away kwenye mechi apili. ya pili ama ndio ya mwisho hii? mm -hmm. wakimaliza shughuli vizuri Azam Complex hapo kesho yeah. uh, itakuwa ni burudani kwa kuendelea mbele na wanaandika historia. nini watarajie watazamaji kesho? maana kuna watu wengine uh, wakija wakaanza, wa, wa, wa, pengine mashabiki tayari sasa hivi imani yao ni kwamba Azam FC itavuka, hasa wanasubiri upande wa pili. Burudani kutoka kwenu kesho itakuwa vipi, nini kipya watarajie? Uh, watarajie performance kubwa, lakini pia watarajie pia kuburudika zaidi, kwa sababu uh, wimbo ambao pia tumeuandaa mm, ni wimbo ambao kwamba ni mzuri, lakini una vaibu, lakini pia umezungumzia hasa kuhusiana na tukio la kesho. Yeah. Sasa tusio wazungumzaji sana maana, mm. eh, kuna wengine ni wakina Tomaso wanatamani waone kwamba huu <laughs> wimbo tunaozungumzia uko wapi? Tupeni akapela baada ya hapo tutasikia wimbo wenyewe uko vipi? Okay. Ni tukio la kihistori kwa Azam FC akuvuka hatua ya makundi kwenye ubora mida ya kwenda duniani na Azam FC atuvuke hatua ya makundi kwenye ubora yeah that's, au sio no. Mm. Sasa ndugu Mtoze, mtupe tuone wimbo wenyewe, waende nao kwenye playback, maana huu utatupa vibe zaidi tuone uh, vibe itakuwa vipi hapo kesho Azam FC kama watakuwa wamefanikiwa kutinga hatua ya makundi dhidi ya KMKM, ndo huu sio? yes wote wosa yesa ah, ni tukio la kihistori kwa Azam FC ah, akuvuka hatua ya makundi kwenye ubora, ni mida ya kwenda duniani na Azam FC wosa jibora, za jezi bora Hatuacheni tusherekee kuvuka makundi, tumevuka makundi tera kwa ushindi unono, atusonge. One more time sing. Wale pale ah, ah, hey. Azam wale pale sisi ni soka tena ma MVP. Hey, wale pale

Mbona kama mmepania sana hivi? Kwanza, nini kinawapa uhakika kwamba Azam, mechi haijafika, afu nyinyi kama mna uhakika sana, kuna kujiamini mnako, sio? Kwanza. Tuko hey. yani, yani, ukecha, hmm. hey. hmm. na hatua moja mbele kecha mpinzani, sisi tayari tuna hatua moja mbele, kiasi cha kwamba kuifikia ile hatua lazima wao wametoka sana jasho. Kwa hiyo tuna uhakika wa asilimia mia moja kwamba kesho, Azam tunaenda kushinda mechi na tutasherehekea hivi bwana. Sisi tutashuhudia moja kwa moja kwa simu cha Azam TV. Kila laheri kwa Azam FC pamoja na mashabiki, kama watafanikiwa kutinga hatua ya makundi hapo kesho, nadhani itakuwa ndo mara ya kwanza kwenye historia ya kikosi hicho. Tuko vizuri, kila laheri, asanteni sana, shukrani sana.